Oh. Sabri Zamil Almindiri El elimu ah, kwa dalili na nikamuona, kuna sasa fadhali, huyu ndugu yetu huyu, kwanza ana hikma na busara, ni mtu safi. Nikamwona mtu mmoja ambaye wahabi sasa, huyu wahabi mcharuko, porojo mm, tena huyu kijana huyu, yeye ni watanga pongwe mm. Mm, ni mwanafunzi wa Kasim Mafuta mm. Yaani katika watu ambao ni maporojisti, sijawahi kuona kama huyu kijana Pakaja pakasema ile hadithu al-jariya kuhusu yule mtoto eti alipoulizwa aina Allah Mungu yuko wapi? Akasema fi samaa binti, akasema Allah yuko juu. Akaendelea maneno yake, nadhani yataditiwa pale, yatawekwa katika majibu yetu insha Allah. Kwa hiyo yule binti kwa kule kusema kwake Allahu fi samaa eti imani imekamilika. Sasa anahoji hivi, imani inakamilika kwa kusema Allah yuko juu yu, imani inakamilika kusema la ilaha illa Allah? Pakaja pakasomwa ile hadithul jariya hadithi ya hadith yule mtoto mm, eti alipoulizwa aina Allah Mungu yuko wapi, aliulizwa na mtume akasema fi sama yuko mbinguni, eti imani yake ikawa imekamilika Hivi imani inakamilika kwa kusema Mungu yuko mbinguni? Imani inakamilika kwa kusema la ilaha, kwa kusema la ilaha illa Allah? Akutoa shahada, alafu <laughs> akaelezea kwamba atakuja kuipopotoa hiyo hadithul jariya namna ilivyokuwa na mashadhu, yani ni mauza mauza tu mauza uza tu. Sasa hiyo <laughs> hadithi mimi ndio nataka nije nimpopotolee hapa, aone mashadhu yaliojaa mle, yani mauza mauza uza matupu katika hali hali za labda hiyo <laughs> <laughs> n yani, Mtume anasema Mungu yuko mbinguni. Mtume hey. gani tuvya <laughs> <tuve>, ajabu ajabu hapa <laughs> kaelezea mengi hapo, lakini akataka kunikwepa katika mjadala bwana Yusufu Diwani katika maneno yasema, asema sisi hatutomjibu kila mtu, kwamba tutamjibu kila anayezungumza kwa sababu hawa wamepangana hawa ili wa, wanijibu wanichanganye alafu tuache malengo. Hatutowacha na hatutomjibu kila mtu. Yaani kule kukurupuka wao kwa pamoja mm. Ni semina, ni semina ambayo wamepeana waje washambulie mm. Kwa haraka mm. Ili kule kushambulia kwa haraka ni kuwachanganya watu, watu na kuwalaghai watu, watu ili asikie huyu kajibiwa na yule na yule na yule ili watu wawe wamechanganyikiwa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo semina hiyo sisi haitutoi kwenye mm. reli mm wala hatubabaishwi na semina za staili hizo mm. hatubabaiki kabisa. Na wakati mwingine eh, wamekurupuka watu wengi sana kuradi radi sana, hatutakuwa na fursa wa kumjibu kila mtu ah, ah. Na yule bwana wake aliye naye pembeni sini mdogo wake yule akamshakiza asema kweli, hatuwezi kumjibu kila mtu sababu fursa hii hatuna. Kwa hiyo sisi tunadili na huyu wahabi alienda shule huyu ambaye ana ustaarabu, ana elimu, sio kama porojisti hawa. Tutawaacha tukimjibu mmoja tumewajibu wote, kwa ukimjibu mmoja umemaliza shughuli nzima kwa maana yake. Basi tunasema kwamba kwamba, tunachokifanya sisi ni kwamba tutakuwa na huyu bwana mkubwa wa Wahabi huyu, kwa sababu yeye ana atilisa, anaonekana kwamba ana misingi ya elimu, namna ambavyo elimu inavyotaka. Lakini hao wengine porojisti hawa uh, yani ambao hawaelewi tunachokizungumza katika mazingira gani. Sasa sisi tumwambia yule kijana na ikaa naye kwamba dhakatu ljanini zakatu ummihi kama anavyosema Mtume saa salam, kumchinja kichinjwa cha mtoto aliyeko tumboni kwa mama anayechinjwa. Yani kama ni ng'ombe, unataka kumchinja, ukishamchinja yule ng'ombe, ushamchinja mtoto wake. Sasa sisi tukimchapa huyu Yusufu Diwani, huyo bwana yamtosha, atuwezi kushughulika naye kwa sababu yeye ni mpambe tu, ampambia bwana Yusufu Diwani sema hiki au akitaka kuteleza amweka sawa. Kama hivyo, si atoshughulika naye. Alhasil, bwana diwani akazungumza maneno mengi. Katika aliyazungumza akasema, mimi nilimkimbia bwana mmoja anaitwa Muhammad mzee, akasema, Sheikh Muhammad mzee huko Pongwe, nikakimbilia mjini. Kwa hiyo nikaleka porojo zangu hapa mjini, nimemkimbia yule maswali yake. Huyu Muhammad mzee huyu anaitwa Ayub, nifanyanaye mjadala kiasi cha miezi karibia mitatu katika jambo hili la istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwisho wa yote, aliposhindwa hoja, akauliza maswali ambayo mtu mwenye akili yeyote akiyasikia maswali yale anajua huyu ni mtu mushabbi na ni mtu muatil. Mushabbi anafananiza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anazipinga, kwa sababu sifa za Allah, kisha zisia akilini, ukazikataa wewe unaitwa mushabbi, na baada ya hapo unakuwa muatil mpingaji. Yule bwana maswali aliyokuja naye miongoni mwake ananiuliza, kwani Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba sehemu na aliona nini huko mpaka akahama akaenda juu ya arshi. Maswali ya haula, hawa mushabbih na muattila, ndio wenye maswali kama hayo. Mimi nikamwambia, wanawazuoni wa kale wanasema maswali hayo ni ya kike, kwa hiyo hayajibiwi. Siwezi kukaa kwanza kujibu maswali hayo, kwa sababu Allah subhanahu wa taala, sisi tunamthibitishia aliyothibitisha kwenye nafsi yake na yale ambayo hakuyathibitisha sisi hatumthibitishie. Kwa hiyo huyu bwana mzee Muhamadi mzee alishindwa kuthibitisha hoja akaja na maswali ya kike. Nikamtajia kauli ya Imam Darimi rahimahullahu taala alipokuwa akimjibu almarisi aliyekuwa akipinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah hayuko juu, Allah hana mikono, Allah hana macho. Akamwambia Allah hashuki kwenye mbingu ya dunia inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Akamwambia waddaa almuarid, na akadai huyu mpinzani uye anayepinga sifa za Allah subhanahu wataala

hana hoja yoyote ya kutoa anaona aulize maswali kama haya nikamwambia, kwa kab maswali kama haya sisi hatuna majali ya kuyajibu. Lakini pia nikamtajia kauli ya imamu Malik rahimahullahu taala alipoulizwa kaifa stawa, namna gani Allah yuko juu? nua tambia, Allah yuko juu, Allah yuko juu ya arshi. kaifa stawa, namna gani yuko juu? Allah subhanahu wa taala. Imam Malik aliinama mpaka jasho likawa lamtoka kwa sababu ya swali baya la kizushi aliyoulizwa. Alipoinuka akasema alistiwau maalumun, kuwa Allah yuko juu ni jambo linajulikana. Maswahaba walipoambiwa arrahmanu ala alarshi stawa walielewa kwamba Allah subhanahu wataala yuko juu, uluun yaliqu bijalali, ujuu ambao unalingana na utukufu wake, na si kama mimi ambavyo niko juu, kwamba kulekuwa juu kwangu ndio kama kuwa juu kwa Allah subhanahu wataala. Kwa sababu wao wanalazimisha kwamba tukisema Allah yuko juu, basi atakuwa amekaa juu ya arshi, kwa sababu atakuwaje huko juu huko bila kutegemea kitu lakini akili ya kawaida tu, kwani mbingu ziko wapi? Mbingu iko juu yetu, ile tunaitazama. Lakini je, ina nguzo? Kuna kitu kimeishika? Na hicho ni kiumbe cha Allah subhanahu wa taala. Rafaa as-samawat bighairi amadin tarawunaha, Allah amenyanyua mbingu pasi na nguzo mnazoziona. Hakuna nguzo zizoshikilia kwamba mbingu isidondoke. Allah subhanahu wataala, yumsiku samaa antazula anazizuia mbingu zisidondoke zisiondoke pale zilipo, ikiwa kiumbe cha Allah subhanahu wa taala. Mbingu iko juu, vipi kuhusu Allah subhanahu wa taala aliyeviumba viumbe hivyo? Jua liko juu yetu laelea, je limeshikwa na nini? Mbona hamuhoji kuhusu jua, kuhusu mbingu, mwamuhoji Allah subhanahu wa taala aliyeviumba na akajithibitishia kwamba arrahmanu ala al-'arshi stawa. Kwa hiyo nkamwambia Alimam Malik anasema alistiwau maalumun ma

Kwa hiyo kwanza kuuliza kama Allah yuko juu yukoje? Uruhusi kuuliza wewe Muislamu? Kwa hiyo hilo inatakiwa walifahamu, na ndiyo maana sikumjibu maswali yake bwana mzee Ayub, sikumjibu maswali yake kwa sababu ya hilo. Kwa hiyo diwani asidhani kwamba nilimkimbia yeye, ndiye aliyekimbia bali msikiti aliyokuwa akifanyia raddi leo umeota majani, ameukimbia msikiti ule, na nilimwambia kwa mada uliyokuja naye na mada hii, wallahi u msikiti utaukimbia, na alhamdulillah, ameukimbia kaenda porini huko anakozungumzia asikosikika huku, hawezi kukaa tena mjini kwa sababu ameingia katika hishma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuivunja, na namwambia bwana Yusufu Diwani, kwa hili ambalo ameingia hiyo studio yake ataanza kuiona chungu, si tutamsema mpaka na mimi nimemwambia, immatan imma, mimi au yeye, na tutomwacha biidhnillah. Tukimaliza khutab akiwa anajibu, tutakwenda kwenye mihadhara kila Al Hamis na Ijumaa tuna mpaka watu wajue kwamba huyu ni mtupu na hana chochote na anachokidai ni madai ya batili, na salafu wake waliomtangulia katika hilo ni watu wa batili, mpaka alijulikana hilo kwa Waislamu wa kawaida na Waislamu wanaojua Uislamu wa ni nini biidhnillah taala, na tunamwomba Allah atupe nguvu katika hilo. Sasa bwana Diwani, itafika hatua hata hiyo studio utaiogopa, utakuwa hukai pale, si katika maudhui hii tu, hata katika vitu vingine vya dini hutovizungumza, kwa sababu katika vitu nilivyovibaini kwa bwana huyu ni mtu hana ilmu, ni kama mwokotakuni tu, aenda huku atafuta kule, hana chochote akijuacho. Kwa sababu gani? Hajui kusoma Qurani. Siku ile nilisema nahisi kama ni mtu hajui Qurani, lakini imethibitisha kwamba ni mtu haijui Qurani. Kwa sababu kawaida ilivyo, ukiingia kwenye masuala ya rudud, ni lazima ujipange katika usomaji wako. Inatokea kuteleza, mambo ya kawaida, sabku lisan, lakini si makosa yale ya kwenda kutwaniwa kwamba wewe huna elimu.

Sawasawa, tukamwambia ni rabbukum wa rabbu abaikum alawalin. Asa, mara hii akaja na viroja vingine kwenye hiyo hiyo Qurani, yani kuonyesha kwamba shekhe Yusufu Diwani uleushekhe wamembandika tu asoma kwenye google huko, aja kuwaelezea waislamu kwa kuwabeza ahlusunnati waljamaa kwamba si lolote si chochote. Na sisi hatulikubali hili, hafai kumfundisha hata mtoto wake, achiliya mbali madrasa bwana, yule yusuf yusufshekhe Yusufu Diwani. Kwa sababu gani? katika aya alizozikosea Allah subhanahu wa ta'ala anasema faraddu aydihim fi afwahihim, yeye anasoma faruddu aydihim fi afwahihim, faruddu aydihim fi, fi afwahihim, kisha anatafsiri kwamba wakarejesha mikono yao kwenye vinywa vyao, wakarejesha mikono yao katika vinywa vyao. Kiarabu cha wapi kwanza? Kiarabu hakikubali pia, Qurani haijaja hivyo

nyingine katika suratu Annaziat alipokuwa akimjibu yule bwana anayejibishana naye, amsomea aya akitafsiri ile aya tuliyoisoma juzi, ambayo tutaielezea insha Allah kuhusu Firaun akimwambia Haman kuhusu kumjengea jengo refu, akasema fakadhaba wa asa, fakadhaba wa asa, akatia sukuni kwenye aini kab sawa uh -huh. Sawa, fakadhaba waasa fakadhaba waasa. Hama bwana, kuna faida kubwa ya kuwanyosha katika sehemu kama hizi, kwa sababu wao wakipata upenyo kwetu wanafurahi na kuona kwamba hawa hawana elimu, mawahabi hawajui kitu. Sasa sisi tuwaambia nyinyi pia hamjui kitu. Ikiwa msingi mkuu wa Uislamu ambayo ndio Qurani wakosea, unatarajia nini mtu huyo katika Kiarabu ambacho hakina shakli, atasoma nini? na hapa sijampatiliza kwenye kusoma Kiarabu chake. Hapa ni Qur'ani ambayo ina shakli ishaandaliwa na yasomeshwa mtu mzima miaka karibia 45, ajiita shekhe, alafu akosea mambo kama haya. Ni arun alaik, ni aibu kwako wewe bwana Yusufu Diwani. Natakiwa ujirekebishe kwenye mambo haya, ili uje wa raddi vizuri ahlussunnati waljamaa, kwa mujibu wa hoja unazodai kwamba unazo.